wa Kenya atakuwa against you wewe mwenye kuisema hii ili Kenya ipate amani. Mimi mimi naamini kipawa changu Mwenyezi Mungu amenipatia ni kudhamini amani ya nchi hii, and I will do the best i can, na tutakubali lolote lile. Kwa hivyo, mkiona watu wakirukaruka broad based na nini, mjue ni matumbo na hiyo matumbo ita, matumbo hawezi kuunda nchi. We are waiting at the opportune time, as Wakili Njiru has said the panel selecting the nine commissioners ambao watapeleka wapatiwe sita pale na wengine watapelekewa. Sasa shida iliyoko mimi ilikuwa nikisimamia maneno na mjumbe wa Kikuyu eh. ilikuwa Kochea wa NADCO tukasema kuwe na consultation Principal consultation and concurrence. Nilikuwa nikidhani Raila atakuwa upande wangu throughout. Sasa Raila nimemwandikia barua nimuulize mambo gani haya. Because we have to put these things straight. Kabisa iwe straight. Kusiwe na mambo ya kutatanisha. Lakini hatutaki kuharibu harusi. Mimi nataka cake.